Tarehe ishirini na tisa tarehe ishirini na tisa ya uchaguzi katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati ule wa uchaguzi, baada ya kufanyika uchaguzi, taifa letu likabeba sura ya mgawanyiko najiajia so mageni haya ni mambo ambayo yako nafamaani, mpaka sasa tunaishi nayo nchi kwa ujumla. Mpaka sasa tunakuzungumza, nchi imebeba mirengo miwili, na ndio mkutano wangu wa leo kufahamiana sisi vijana na, na ni faida katika malezi ya vijana wetu na kuwalea vijana wetu kuelezana mambo kama haya. So, muda wa kuhubiri ya leo tuliozoea keubili bali, tuko na swala la taifa, lazima tulizungumze swala la taifa. Kwa nchi yetu niga mitazamo miwili, kwa ujumla wa Tanzania, tumebeba mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, pana mrengo ambao mrengo huo na nyiye ni mashahidi, kila kukicha, ni mrengo ambao umekamatana na neno amani. Kunililipo kangalieni katika mitandao ya, ya kijamii, wale namna ambao wanajaona wameshikilia hii fikra, na sisi wenyewe huku tumejifikia tumeshikilia fikra hiyo, wakati mmoja, katika nyumba moja wamegawanika katika wengine umeshikilia fikra hii, ukimuuliza akakuasaaulizana wee, ni mrengo gani? Wee ni mrengo wa amani. Kwa hiyo tukagawanyika, kundi la kwanza ikawa ni mrengo wa amani, kisha pakawa na mrengo mwingine kundi la pili likagawanyika kwamba ni mrengo wa haki. Sasa tukajikuta tuko makundi mawili. Leo ukiuliza, ukiwauliza leo vijana na mnavyoona vijana na trendi za Kitanzania, ni hayo mambo mawili tu, ni mambo mawili. Kuna kundi ambalo eh, la amani na kuna kundi ambalo la haki, na tukagawanyika kwa namna tulivyogawanyika. Na ukitaka kujua namna tulivyogawanyika, tazama baada ya kutoka katika ile ngazi ambayo tunasema ngazi ngazi ya Watanzania wote kwa ujumla, walipopasuka katikati, walipopasuka katikati, kupasuka kwa mrengo wa amani na kwa mrengo wa haki, ile ndio ikavaa ikaja kwa wanasiasa. Wanasiasa nao wakabeba agenda zile zile mbili, wakapatikana katika wanasiasa wa amani, wadau wa neno amani, wakapatikana katika siasa wadau wa neno nini? Haki wakashikamana wapo mpaka sasa, na mazungumzo yao, yao ni amani <tipulikimu> na wao mpaka sasa mazungumzo yao ni haki. Hawakukomea pale, ikufika katika ono cha siasa. Bali baraza la mashehe wakaja, baraza la mashehe na wao Mashehe nao wakazungumza na namna, ukiatizama mazungumzo yao na kauli yao na maamuzi yao, nao ikawa ni mrengo wa nini? Wa amani, ikawa ni mrengo wa amanima. Maskofu nao wakatoa na wao kauli yao, maskofu na wao wakatoka na mrengo wao, mrengo wa nini? Wa haki hai aeashara zamani alikuwa wakienda wakikaa Waislamu na wakikaa maskofu yao katika nchi hii moja, msimamo mmoja, lakini msimamo kwa sasa ni tofauti. Ikaja Baraza la Waislamu, msimamo wao wainiza kwamba ni muhimu sisi ni wahafidhina na ni mrengo wa nini wa amani. Aa, kesha maskofu na wao wakaja na mrengo wao mrengo wao Wekawa ni mrengo wa haki, na watu wanaulizana, wewe ni mrengo gani? na mwaona sasa hivi kila shekhe kusema huko katika hiyo mitandao, kila shekhe kusema na mrengo wake, sio tu na kuna mashekhe wengine pia kuna mrengo wa haki pia waunga mkono agenda na neno lile la maskofu, sio wote kotuna namna hii kotuna haki na tuna neno uadilifu. Mi nataka kusema kwanza, maneno ya haki au amani kiuhalisia, hayakuwa na hadhi ya kutugawanya, hayana hadhi ya kutugawanya, wala hana hayana hadhi ya kutupa mirengo Kulikuwa hakuna haja ya kuwa na mrengo na mabishano ya mrengo wa haki na mrengo wa amani, yaani ni aliena ambayo haina hadhi ya kuwagawanya Watanzania eti kwa mrengo wa haki na mrengo wa amani. Hayaanamaa yaena hadhi hiyo, wala hayana nafasi kwa nini nasema haya na nafasi hiyo? Kwa sababu haya maneno yote mawili, yote haya maneno yote mawili ni matawi tu, lakini yana mti wake, na hana tofauti yule aliyesimama kudai haki na hana tofauti na yule aliyesimama kudai amani. Na ukiwauliza tofauti, waulize yule mwenye wa haki, kwa nini nasema palipo na haki amani itapatikana Ikipatikana, ikiwepo haki, basi amani ipo. Lakini ukiitoesha haki ama amani, itafanyaje? Itakosekana. Ndio kwa mrengo wa amani. Mrengo wa amani anasema, palipo na amani, amani basi haki haki, huzungumzwa palipo na amani, haki huzungumzwa na haki hutekelezwa kwa uwepo wa amani.

bali ya kiacho kama yalivyo kwa maubiri yake na kwa mazungumzo yake, huenda yakatupeleka kubaya zaidi, kwa sababu itakuwa ni adao, itakuwa analazimisha mzunguko tu, haki amani, amani haki. Kumbe ilikuwa ni kitu cha msingi kimoja. Cha msingi ni kujua kwamba haya maneno mawili ni mirengo tofauti tofauti, au ni mrengo mmoja Maneno haya ni ya kukinzana au ni aina moja ya maneno kiuhalisia? Ni maneno ya mrengo mmoja, kwa sababu mrengo na shina la uadilifu, shina la amani na ha, haki ni uadilifu. Unaitaka amani, uadilifu unaitaka haki, uadilifu Palipo na uadilifu pana haki na amani. Ukiweza kutafuta uadilifu, huwezi kutahuna agenda tena. Na hauwezi kuwa na agenda ya kutafuta amani au haki, kwa sababu automatic ipo ile amani na ipo haki. Kwa hiyo kwa nini uadilifu? Ndiyo maana Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuamuru sisi kutafuta amani saahataaau sisi tutafuta haki, bali ni jamii iliyofeli yenye kuitafuta amani, ni jamii iliyofeli yenye kuitafuta haki, kwa sababu jamii iliyofaulu ni inayoshikamana na uadilifu, kwa sababu palipo na uadilifu pana haki na pana amani. Kwa hizo ni dalili ambazo tupelekea sisi kufeli, tukianza mgogoro haki, amani tukakamatana na matawi lakini hatukukamatana nini? Na msingi, msingi wa haki na amani ni uadilifu. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qurani, Mwenyezi Mungu anatuambia inna Allaha yaamurukum bil adli wal ihsan. Malezi, malezi ya jamii ile sawa sawa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuamrisha uadilifu na wema hapo anaishi hapo, kwa sababu palipo na uadilifu pana haki. Kwa nini? maana ya uadilifu, maana ya uadilifu ni kuweka kila kitu pahala pake. Maana ya uadilifu antaba kila shay fi mawdahi ingo, kuweka kila kitu pahala pake. Ukile mwewe unaweza ukiweka kila kitu pahala pake, huo ndio uadilifu. Sasa jamii kila hii iko na ndani kila kitu yaweka mahala pake, bana haja ya kutafuta haki tena, hadi ni basi ndipo, kwa sababu kila kitu kimewekwa mahala pake. Kuna haja ya kutafuta amani, hadi ni basi ndipo, kwa sababu kila kitu kimewekwa mahala pake. Kwa Uislamu kutufunza sisi kukamatana na uadilifu ambao ni msingi wa haki na amani, kuliko kukamatana na matawi ambao ni amani na nani tutakosea sana, tutakosea sana kulea na kuwa na vizazi vyenye kuhubiri haki na amani, hali ya kuwa haviwezi kuitengeneza haki wala amani, tutafeli. Yaani tukilea na tukiifunza jamii yetu ya kitanzania kuitafuta haki na kuitafuta amani 100% hawa vijana hawatokuwa ni wenye kuitengeneza hapa, wala hawatokuwa ni wenye kuitengeneza nini, amani.